My beautiful peoples, na stori ambayo niko nayo ni kuhusiana na mwimbaji maarufu kutoka eh, Marekani Chris Brown. E bana ameweza kuonyesha kwamba anaunga harakati za kuweza kuachiliwa e, rapa Tory Lanez ambaye amefungwa gerezani kwa takriban miaka kumi na kesi yake e, ni kwa sababu ya kumpiga risasi Megan Thee Stallion. So, kupitia ukurasa wake wa Instagram e, bana Chris Brown aliweza kuandika ujumbe ambao ulikuwa unasomeka hivi free Tory, akiwa anamaanisha kwamba e, Tory Lanez aweze kuachiliwa huru. Hii imekuja mara baada ya watu wengi kuweza kubaini kwamba rapa huyo wa kike ambaye anakwenda kwa jina la Megan Thee Stallion hakupigwa risasi na Tory Lanez, baada ya watu wengi kupeleka madai ya kwamba Megan Megan Thee Stallion hakuweza kupigwa risasi, lakini pia kwa mujibu wa aliyekuwa mlinzi wa Kelsey Harris bana rafiki e, yake e, Megan, mlinzi huyo anadai kwamba Megan Thee Stallion hakupigwa risasi na, e, na Tory. So moja kwa moja kupitia story hiyo, baadhi ya watu wengi sana wameweza ku doubt kusema kwamba labda pengine e, kesi hiyo ilipangwa watu wakaenda kumpelekea pale e, kesi moja e, kwa moja Tory Lanez kwa wale haters ambao wanamchukia. So moja kwa moja, sasa hivi Chris Brown amejump na kuomba e, serikali lakini pia watu wote ambao wapo na E, daut juu yake Tory Lanez basi waweze kufungua e, mioyo yao, lakini pia hata gereza ambao limemkamata e, moja kwa moja aweze kumwachia, kwa sababu anaamini kabisa kwamba Tory Lanez hana kosa, ila kuna baadhi ya watu tu ambao wametengeneza kanamna namna Tory Lanez aweze kufungwa, na nakukumbusha tu kwamba siku ya hapo jana Tory Lanez aliweza kuenda e, hospitali baada ya kuweza kuchomwa visu kumi na nne na mfungwa mwenzake hapo gerezani. Na kama unavyojua kabisa kwamba kule Marekani huwa ni utaratibu wa baadhi ya watu kutengeneza eh, makundi yao. So in case kama ukiingia kwenye 18 zao basi wanaweza kakufanya kitu mbaya mbovu. Ndio kitu ambacho kilimtokea Tory Lanez. Alionekana kabisa akiendelea kupitia mambo mazito mazito huko gerezani